Wengi tunashindwa kumwona Bwana maishani mwetu kwa sababu hatumtegemei Bwana. Kumtegemea Bwana, ndiyo katika maandiko imetumika neno trust, trust, to trust the lord your god. Hatumtegemei Bwana kwa sababu kutegemea au kutrust kunahitaji muda, kunahitaji muda. Wanasema to build trust need time. Sasa hatujawekeza muda ili kuweza kujenga imani yetu kwa Mungu, kuelewa kirahisi katika maisha yetu ya kila siku, namna ya kutumia muda ili kujenga kutegemea au ku build trust, ni kuangalia wakati unahitaji mkopo kutoka benki. Benki watasema wanataka uwe umefanya nao au umekaa nao kwa muda wa miezi sita au zaidi, wameona movement ya hela kwenye akaunti yako, halafu na vipengele vingine kadhaa. Kwa nini umeweka hiyo miezi sita? Wanategemea hiyo miezi sita kuna namna ambayo wamejenga uhusiano na wewe sasa. Hivyo ndivyo benki inavyokufanyia wewe, ndivyo wewe pasipo kujua, lakini ndivyo ambavyo wewe unamfanyia Mungu. Wewe ni binadamu na wanadamu tumejengwa katika namna hiyo ya kwamba tunahitaji muda ili kujenga imani. Ndio maana hata katika uhusiano, wakati mwanaume anam tafuta mwanamke, mwanamke atamwambia anataka muda kidogo, anataka muda ili wa ku build trust. Sasa you need to build trust with the Lord God. Shida kubwa inakuja ni kwamba hatujachukua muda ili kujenga, kujenga hiyo imani, kujenga kumtegemea Bwana. Mimi ni Pastor Msafiri na leo nazungumzia kumwona Bwana katika kumtegemea. Katika masomo niliyokwisha kuongelea hapo awali nimeongelea kuhusu kumwona Mungu. Kumwona Mungu ni mapenzi yake kwamba tumuone, lakini pia namna ya kumtafuta Mungu. Sasa katika yale masomo niliongelea kuna vitu vitatu ambavyo ni muhimu ili muone Mungu. Cha kwanza kumtegemea Mungu na na na cha cha pili kumwabudu katika roho na kweli, na cha tatu utakatifu. Nitaenda kuyaongelea haya siku kwa siku. Leo tunaongelea kumtegemea Mungu katika ile mambo ya nyakati wa pili sura ya kumi na sita mstari wa tisa biblia inasema kwa maana macho ya bwana ukimbiakimbia duniani mote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake sasa hiyo kukamilika moyo kuelekea kwake kiurahisi tuelewa ni kwamba hiyo ni kumtegemea mungu na kumtegemea mungu ndiyo tu trust kwamba unaamini atakuokoa unaamini ata provide manake ni jehova jire Unaamini atakuponya hivyo ndio kumtegemea Mungu. Na kama unamtegemea yeye, anakuwa wa kwanza katika maisha yako. Katika changamoto zako, hautasema nimeangaika sana, nimeuka huku na kule, nikaamua sasa ni ende tu kwa Bwana nimwangukie Bwana. Hapana, yani hapo umekuwa Bwana ni wa mwisho kabisa. Ukimtegemea ok, Mungu yeye anakuwa ni wa kwanza kabisa katika yote. Na kumtegemea Mungu kama ilivyoanza katika introduction, inahitaji muda, inahitaji muda ili uweze kumtegemea. Kwa hapa tuangalie vitu viwili. Cha kwanza, kujenga uhusiano naye, yaani fellowship, na cha pili, kulijua jina lake ambavyo vinategemeana, vinashabihiana. Kujenga uhusiano naye na kulijua jina lake. Tukianzia na kulijua jina lake ambacho pia unaweza ukalijua kutokana na ule muda uliokuwa naye katika fellowship. Sasa kulijua jina lake kuna kuja vipi? Benki na wadau kukopesha hela nakwambia kwambia, miezi sita ukae nao. Inatumia miezi sita ili kulijua jina lako. Lakini kulijua jina lako sio kwa maana ya kujua jina lako kama mimi Msafiri Mwaikusa, haina maana hiyo. Kulijua jina maana yake kibibilia ni kujua sifa zako, kujua uwezo wako, kujua haiba yako, kujua jinsi vile ulivyo, unavyofanya, kuingia kwako na kutoka kwako. Hiyo ndiyo jina. Sasa kulijua jina la Mungu ni kujua uweza wake, kujua mamlaka yake kujua namna anavyoenda, anavyofanya. Ukiweza kuyajua hayo, hakuna kitu ambacho kitakutisha kibinadamu. Elewa mfano huu, nikuelezee. Wakati sisi tuko wadogo, watoto, ilikuwa ni kitambo, sio kama sahii, baskeli zilikuwa ziko haba. Kwa hiyo mtaani, inawezekana ukaa kuna watu watoto watano au watatu ndio na baskeli hivyo. Muda wa kucheza, watoto tunajikusanya na kuwa tuna ambao hatuna baskeli tunaomba mwenye baskeli, tunaomba ride, tunaomba kuendesha, na kulikuwa na msemo mmoja fupa. Fupa ilikuwa ni baskeli ambayo imekwisha, imekongoroka yaani, mpaka tulikuwa tunasema kwamba hii ikikugonga utapata tetenasi, na ndio hospitali ni fupa. Na watu walikuwa hawaombi rid kwenye fupa, wanaomba rid ni baskeli nzuri. Ile fupa walikuwa hata wanaogopa kuiendesha, lakini utashangaa mtu ambaye ile fupa ndio baskeli yake yeye alikuwa yuko very comfortable kuiendesha, hana shida kabisa, haogopi itaharibika, anajua itakuwa vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu ni baskeli, analijua jina la baskeli, anaielewa, anajua uwezo wake na kuingia kwake na kutoka kwake, anajua jinsi ya kuoperate. Kwa hiyo yeye hana shida, hapo ndiyo ame trust ile baskeli, ameitegemea, ameiamini. Ni kama leo ukienda kwa fundi simu wafundi sinu wazoea, unaweza wakuta ana simu ambayo ukiangalia unashangaa maana, imefungwa labda, bendi imefanyafanya vipi, lakini anaitumia vizuri na inaopareti vizuri, inafanya vitu vingi sana au fundi pikipiki piki, anakuwa na pikipiki piki yake moja mbaya ambayo ukipewa unasema bana, hii siwezi nikaitumia, lakini yeye anapiga nayo kazi bila shida, yeye anaiamini. Wewe ukipewa utaikataa, wewe hauiamini unajua, hii ni kichua itanidikia njiani hapa, ila yeye anaiamini, anaielewa Ndivyo ilivyo, kama wewe haumwelewi Mungu, hauwezi ukamwamini. Ni mpaka ulijue jina lake, yani umwelewe, umfahamu. Na kulijua jina lake kunahitaji uweze kuyaangalia maandiko, uyapambanue, uyaelewe. Bwana alivyoenda kumwambia Abraham kwamba utapata mtoto, Abraham hakuwa na tashwishwi wakati, kwenye Mwanzo 18 lakini Sara alikuwa na tashwishi akacheka, aliona kwamba ni kitu kigumu kupata mtoto. Bwana akasema, je, kuna lisilowezekana kwa Bwana au lologumu kwa Bwana? Kwa sababu yeye uweza wake haujazuiliwa. Wakati Bwana anaahidi kuleta kware kuwalisha wana wa Israeli jangwani, Musa akasema, Mungu wangu hawa watu wapo kama mia sita hivi askari, yani watu wenye nguvu ya kuenda vijana, vita kama laki sita hivi Hawa utawapa nyama kiasi gani Mungu? Inawezekana? Mungu akamwambia Musa, kuna mkono wa Bwana umepunguka hata usiweze kufanya kitu fulani? Kwenye baadhi ya tafsiri anasema Musa, usiuzuie mkono wa Bwana au usizuie ukuu wa mkono wa Bwana. Mungu ni mkuu sana, inabidi uweze kuelewa, usome maandiko mwenyewe, iweze kuingia akilini mwako na moyoni mwako ukaelewe hiyo. ukishajua hayo atakuwa akiahidi, hauwezi kuwa na shida. Na ukiamua kumtegemea kwa yale ambayo ameahidi, utamtegemea asilimia mia. Hiyo itafanya uweze kumtegemea, na ukimtegemea, utamwona, kwa sababu yeye anatafuta watu ambao wanamtegemea, ili alidhihirishe kwao, alidhihirishe kwa ulimwengu kupitia wao, kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu, kwamba yeye ni Mungu mwenye uweza, kwamba yeye ni Mungu mwenye mamlaka kwamba yeye ni Mungu ambaye hakuna gumu lolote kwake lisilowezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndiyo maana ukisoma Zaburi, Zaburi ya 91 ule mstari wa 14, Biblia inasema kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu Malaki sura ya tatu mstari wa kumi na sita inasema, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kwa hiyo watu wanalitafakari jina la Bwana, wanalitafakari, wanajaribu, yani wana wana, wanalifikiria wana, nga, wanawaza wanajaribu kuona ukuu wa jina lake, ukuu wa uweza wake, na hivyo ukifanya hayo utalijua jina la Bwana, utalijua jina la Bwana. Zaburi ya sitini na tatu Zaburi ya sitini na tatu mstari wa sita inasema ninapokukumbuka kitandani mwangu na kukutafakari wewe makesha yote ya usiku. Huyo mtu alikuwa anamtafakari Bwana usiku kucha, anamwaza, anadadavua, anafikiria maandiko, ukuu wa Bwana anaona kwamba kweli Bwana ni mweza wa yote. Mtu kama huyo anakuwa anamtegemea Bwana na anajua kwamba Bwana atafanya hasa hasa katika yale ambayo ameshaahidi kwamba atafanya. kuhusu kujenga uhusiano naye, kujenga uhusiano na Mungu, kuna kitu ambacho tunafaa tunapaswa kukielewa. Uh, kujenga uhusiano na Mungu inaanzia kwenye kusoma neno mara kwa mara, ambapo hapo ndipo unaitafakari jina lake. Lakini pia kuna kuomba, kukaa katika maombi na kumuomba, hapo ndipo pia unajenga imani naye, unakuwa unakuwa katika fellowship naye. Sasa fellowship ni two way eh? sio one way inamaanisha nini sio tu unamwambia bwana yaani wewe kila siku azako ni kupeleka tu vitu kwa bwana kumwambia kumwambia kumwambia hapana inabidi umwambie lakini pia utulie na yeye akwambie utulie na yeye akwambie na wewe usikie alafu na wewe utamwambia hivyo ndivyo ilivyo watu wengi unapata shida kwenye kujenga fellowship. Unaweza ukawa umeomba miaka mingi sana, lakini kila siku ukiomba, wenye kupeleka tu kupeleka tu vitu, hausikii vya Bwana. Inabidi usikie vya Bwana na watu wengi hatusikii vya Bwana kwa sababu moja, hatujui sauti yake; mbili, hatuko tayari kuisikia. Navyosema kuisikia sio kuisikia, nasema kufanya kama vile alivyosema. Ukisema mtoto huyu hasikii, haumaanishi kwamba hasikii unamaanisha kwamba akiambiwa hafanyi aliyoambiwa. Na Mungu anataka watu wanaosikia. Sasa kuhusu kuisikia sauti yake, yaani ile kuielewa kwamba Mungu amesema nini, kuna namna nyingi ambazo Mungu anasema na watu. Anasema kupitia ndoto, anasema kupitia manabii, anasema kwa sauti ya ndani, anasema kwa sauti ambayo utaisikia au kwa maono, kwa maono vitu kama hivyo. Inabidi ufahamu Mungu anasema na watu kwa jinsi gani, anasema na wewe na anavyosema na wewe inabidi usikie, alafu ufanye. Kwa sehemu kubwa sana Mungu hasemi na sisi, kwa sababu hatuko tayari kusikia, kwa maana ya kutenda. Unajua, Mungu akisema ameamuru. Mungu akisema ameamuru, hasemi kujifurahisha tu. Mambo ambayo hataki kusema hasemi. Mambo ambayo anasema, ameamuru. Kwahiyo kama kuna jambo Mungu amekwambia ni vema sana na unapaswa ulifanye. Mungu kama hasemi au alisema zamani ameacha, ni kwa sababu umeacha kufanya yale ambayo anakwambia. Mungu akisema ameamuru. Alimwambia Nuhu kwamba mwisho umefika, kwa tengeneza safina. Ukiendelea tunaona kwamba Nuhu akafanya yote kama Bwana aliyomwamuru amuru. Mtu akikuamuru manake ni amri. Unajua tu kuhusu amri kumi za Mungu, ila kila kitu ambacho Mungu anakuambia amekuamuru, na kosa la kutotii amri ni kuvunja amri. Kuvunja amri kumi za Mungu adhabu yake ni sawa na kuvunja amri nyingine ambayo amekuamuru. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Kwa hiyo kama hakwambii ni kwa sababu anakunusuru, asije akakuadhibu, kwa sababu watu ambao hawatii amri za Mungu wanaadhibiwa. Kama unataka Mungu akwambie na ni muhimu ili ujenge fellowship naye, inabidi uwe tayari kutii anayokuamuru katika Mwanzo 12 Bwana akamwambia Abraham, toka wewe ukienda. Mpaka nne mstari wa nne pale inasema, Abraham akafanya yote bwana aliyomuamuru. Kwa hiyo ile toka wewe katika nyumba katika mji wa baba yako uende sijui wapi ni amri, na Abraham akafanya kama alivyoamriwa. Ukisoma katika Hesabu au Kutoka unaona mambo ambayo Musa anaambiwa ajenge hema ya kukutania ajenge hiki na hiki, alafu Musa anafanya yote kama Bwana aliyomwamuru. Kwa Mungu anavyokwambia anakuwa amekuamuru. Alivyowambia wale waende katika nchi ya ahadi, wakarudi wakasema tumeshindwa kwenda sababu kuna majitu, walikuwa wamekataa amri ya Mungu, Mungu akawaadhibu miaka arobaini jangwani. Mungu akisema amekuamuru. Kwa hiyo unaposikia sauti ya Bwana kuwa makini kuisikia, alafu ufanye yale ambayo amekuamuru. Ukisoma katika Samueli wa kwanza utaona Samweli alikuwa mtoto, alikuwa chini ya Eli kuhani, alikuwa haijui sauti ya Bwana, lakini akaelekezwa na Eli kuhani kwamba Bwana akisema, unabidi umwambie sema, Bwana, mtumishi wako anakusikia. Hiyo ni uhusiano wa Bwana na mtumishi wake, kwamba akisema, we ni mtumishi, unasikia. Kusikia ni maana yake utafanya kama vile alivyo kuagiza Samueli wa Kwanza sura ya tatu mstari wa nane mpaka wa kumi na moja inasema: Bwana akamwita Samueli mara ya tatu, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemuita yule mtoto. Kwa hivyo, Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samweli akaenda akalala mahali pake. Bwana akaja akasimama, akaita vile vile kama kwanza, Samweli, Samweli. Ndipo Samweli akasema akamwambia, ndipo Samweli akasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samweli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli Ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Samueli, Samueli ilikuwa inaishia hapo, alivyojua kusema sema Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Ndipo Bwana akaendelea kusema. Kuna mambo ambayo Bwana atasema kidogo tu mpaka urespond. Sema Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Yani huko tayari kutenda kama anavyokwambia ndipo ataanza kutiririka. Hapo ndipo utaanza kujenga kwenda mbali katika fellowship na Mungu. Kwa mfano, nikupe mfano, Mungu anakuonyesha katika njozi huko mahali unaenda kazini, unaendesha gari na ukajua ni gari lako, ukashtuka, alafu ukajua kwamba ni Mungu amekuonyesha una. Hiyo ni revelation, hakuna chochote ambacho unabidi ukifanye hapo, ila ukitaka kujenga uhusiano na Bwana kwanzia hapo unaweza ukaenda kwa maombi, ukawambia Bwana, nashukuru umeonyesha kwamba utanipatia gari lakini sema, nifanyaje nipate hili gari, au ni mambo gani unataka nikufanyie? Alafu atakwambia, anaweza kukwambia, acha kazi hapo unapofanya sasa hivi, naenda mji mwingine wa mbali, katafute kazi fulani fulani, sehemu fulani, ndio ufanye kazi huko, ambayo kwa kuiangalia ni kama kazi mbaya, ila ukiwa tayari kutii, ukafanya anayokwambia, atakupa haya aliyokwambia. Mara zote katika maandiko, angalia Bwana akiwaambia watu wafanye, lazima kunakuwa kuna zawadi rewards ya yale ambayo watayafanya ya kitii. Abraham alivyoambiwa atoke katika nyumba ya baba yake, kulikuwa na reward zake, mpaka leo tunaongelea kuhusu baraka za Ibrahim. Nuhu alivyojenga safina, alikuwa na reward yake. Kila sehemu ambapo Bwana anawaambia watu wafanye kitu fulani, kuna reward inayofuata hata kuhusu kuhubiri injili kuna reward ambayo ina, ina, ina, inatokana na kuhubiri injili. Zipo, Bwana anaposema zipo. Akisema mwamini Yesu, kuna wad ambazo zinaambatana na kumwamini Yesu. Hivyo ndivyo ambavyo unajenga fellowship na Bwana, anakwambia naye, unatii atakwambia madogo, utatii atakwambia makubwa, utatii kwa kadiri unavyoendelea kwenda naye hivyo. Katika fellowship, wewe unamwambia naye, anakwambia unaendelea kujenga urafiki na kuwa karibu, ndivyo unazidi kujenga uhusiano wako na kumtegemea Bwana. Na hakika utamwona Bwana katika kumtegemea. Mimi ni Pastor Msafiri, naachilia baraka za Bwana kwako hivi leo katika jina la Yesu. Barikiwa.